Kufuatia kukamatwa kwa mahakamu mwenyekiti wa CHADEMA, John Heche, katika geti la Mahakama Kuu Masijala ndogo ya Dar es Salaam, mkurugenzi wa sheria wa CHADEMA, Gaston Garubindi, amethibitisha kuwa Heche amesafirishwa kwenda Tarime, mkoani Mara. Akizungumza na waandishi wa habari baada ya kufuatilia swala hilo, Garubindi alisema taarifa kutoka Polisi zilikili kumkamata Heche kwa makosa ambayo hawakuyataja, lakini walisisitiza kwamba suala la Heche halipo tena Dar es Salaam bali limehamishiwa Tarime na tayari wamemsafirisha. Kutokana na hali hiyo, uongozi wa Chadema umejipanga kuagiza mawakili walioko Mwanza na Mara kuelekea huko kumpatia Heche huduma za kisheria. Hapo awali, katibu mkuu wa Chadema John Mnyika alithibitisha kukamatwa kwa Heche na kupelekwa kituo cha polisi Central, akionyesha masikitiko yake na kutoa wito kwa jeshi la polisi kutoa sababu za kukamatwa kwake. Mnyika alihusianisha tukio hilo na mzozo wa hivi karibuni uliotokea katika mpaka wa Sirare ambapo Heche alikuwa akitaka kwenda nchini Kenya kuhudhuria mazishi ya hayati Raila Odinga. Uhamishaji wa ghafla wa Heche kutoka Dar es Salaam kwenda Tarime unaongeza utata na wasiwasi katika mazingira ya kisiasa nchini, hasa ikizingatiwa taarifa za Rais Samia Suluhu kuhusu maandamano yaliyopangwa. Kwa habari zaidi usikose kutufuatilia. Hii ni Swahili Time Dunia Darubini.